Na mambo vipi mtu wangu, nguvu ni mimi, mtangazaji wako Kevoo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kuchana na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. E, bwana suli kubwa inaongelea mtandaoni ina msuli mpanzo wengi sana bwana, tunajua Eli Mpanzo ni kiumbe ambacho kinajua sana mpira, ni mtu ambaye anategemewa sana hapo Msimbazi, na tunajua ana perform nzuri sana akiwa kwenye timu ya hapo Msimbazi na ni mchezaji ambaye anaibeba Simba kwa hali ya juu. Tunajua kabisa kila timu haikosi mtu special ambaye anaibeba timu anategemewa kwa hapa Simba bwana, wanamtegemea sana Eli Mpanzu, lakini watu wameshtuka sana na kiwango chake ambayo amekionyesha sasa hivi. Mpanzu ni amba sasa hivi mtu ambaye amekuwa Mtu wa, mtu wa kawaida sana ni mtu ambaye amewasumbua sana vichwa mashabiki zake kwa sababu ni mtu ambaye kutegemea kiwango chake kama kitashuka na atapofomu kiasi cha hali ya chini kabisa. Na tunajua kabisa mpi, Mpanzu akiwa na mpira alikuwa ni mtu ambaye anatisha sana na ni mtu ambaye anajua afanye kazi gani, anajua, anajua afanye nini akiwa pia kwenye goli. Lakini bwana ili Mpanzu, mechi juzi bwana amekuwa kiwango chake alichokionyesha ni kiwango cha chini sana na tunajua kabisa mechi ya juzi ni mtu aliyejituma na mtu aliyepambana na kuonekana anafanya kazi kubwa ni Budo Budo, bwana anaonyesha maajabu sana kwa kumpita Mpanzu, na kitu ambacho kimewashangaza sana watu na mashabiki wa Simba. Mpanzu kitakuwa kimemkuta nini? Kimemsibu nini? Mbona kiwango chake kimeshuka? Na tunajua kabisa msimu huu unavyoanza Mpanzu alisema na kuja kufanya makubwa msimu huu. Kwa hiyo mashabiki zangu wa Simba msiwe na pressure. Kiwango changu mnakijua na kinaenda kuzidi zaidi na kuwa mtu mbaya sana. Tunajua kabisa Simba mnyama akiwa na winda, anakuwa ni mtu mbaya sana, anakuwa na hasira ile mbaya, lakini bwana alichokiongea kimekuwa tofauti kidogo. Tumeona kabisa na tumejionea Mpanzu kiwango chake kimeshuka. Kitakuwa nini kimemsibu nini? Kitakuwa kinamchanganya ili Mpanzu, na tunajua kabisa tulitegemea anakuja kufanya mazuri msimu huu. Ni mtu ambaye alitupa moyo sana msimu huu, anakuja kufanya mambo makubwa, au tu ni msimu wa kwanza huu ulivyoanza Kumbe hapa hajachangamka, tusubiria, atakuja kuchangamka mbeleni, atujue, lakini mchezaji bora muda wote anakuwa anachangamka, anaonesha kitu. Lakini kweli Mpanzu kidogo amefifia, aoneshi makucha yake. Mashabiki kidogo imeumiza sana, ni mashtua. Kwa nini Mpanzu kiungo chake kimeshuka? Kutakuwa kuna nini? Mambo ni mengi sana, muda mchache. Lakini nakukumbusha tu mtu wangu nguvu, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni hayo, mtu wangu nguvu, asante sana.